Kulikoni Haji Manala chanzo cha kumpa zile baraka? Mtazamaji tayari ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa hamu ameshafika na si mwingine ni huyu hapa, msemaji wa Haji Manala. Naomba uanze kuzungumza ili swala unalionaje wewe? Asante kwa nafasi ulonipa hii, nafurahi sana kwa, kwa za hizo hizo. Hata kama mapungufu ninayo, ninachotaka uwe mama badai kama mshenga binafsi nimekuazika yaani Zailisa talaka kwa Haji Manala, juzi talaka kwa Dula Makabila. Na Zailisa leo utanijibia vizuri kwa nini unapewa talaka namna hiyo? <mulia> Sasa inakuaje hii grupu chani leo kwamba Zaylissa ionekane kwamba abaki mjini, inabidi arudi uswailini, ziko uzunguni. Uzunguni anabaki kufanya nini, ili lazima arudi uswailini. Mimi kama mzazi wake ni kukwata niko na baiki yangu hii kwamba binti yetu inabidi aundoke, aende kule uswailini. Mwachi arudi uswailini. Alafu Dula Makabili ulizofanya duwe, ulisemaje vile ambavyo ulisema majuzi kaa, hebu rudia tena. Mzungumze mtu mzima, tusubiria pesa yetu tutamrudia. Pole, pole, pole.